Hayo hayo ya barabara sasa. Tuelekee kaunti namba 22, ambapo wakazi wa wadi ya Githiga huko Githunguri Kiambu wamejitokeza na kuchanga pesa ili kujikarabatia wao wenyewe barabara ya Githunguri kwenda Nyambari. Kulingana nao, barabara hiyo haipitiki hasa msimu wa mvua. Hii barabara initially ilikuwa imeallocatewa 4 billion wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, 4 billion ambaye haikukamilisha, ni kama kwamba serikali ilikosa pesa juu hii barabara ifika Githunguri kutoka Githunguri kwenda Uplands. Eh, kwa wakati huu for the financial year 2025 2026 they have allocated 141 million which uh, seems uh, ni kama haitatosha. Kwa sasa hivi kuna watu wanatengeneza hii barabara polepole kutoka huku kwenda hivyo chini. Inabidi unamwachia kitu kidogo. Sasa kwama, kwa saa hii sina kitu lakini nitamwachia hiki kimoja, na ingekuwa faida kwangu, lakini sasa itakuwa ni kama hasara unahesabu, juu ungekuwa umeiuza. Na sasa tukupe marudio.